ni kukaribishe kwenye recap ya show ya Diamond Platnumz waliofanya pale London usiku wa tarehe kumi na tatu Juni elfu mbili ishirini na tano pale kwenye kumbi la Royal Albert Hall hapo jijini London. Eh bana, kuna vitu ambavyo wasanii wa East Africa sasa hivi wanaweza wakaanza kujifunza kwa Diamond Platnumz. Na kuna vitu ambavyo wasanii wanatakiwa wavipitie kwanza ili kufanikisha. Hii ilikuwa ni ndoto ya siku nyingi sana kwa Diamond, lakini tunaweza tukasema ni kama ameitimiza au ndiyo safari ya kwenda kutimiza kile kitu kikubwa ambacho ame Eh, amekiandaa kwa muda mrefu sana kujaza zirutua rena sijui nini. Hayo ni mambo ambayo yanakuja baadaye, lakini hiki ambacho amekifanya kwa East Africa, hakuna msanii ambaye amewahi kuiandaa show yake mwenyewe na akafanya kitu kama hiki. Hebu eh, kwanza subscribe Dems Media, lakini pia usikose kuacha maoni yako kuhusiana na jambo hili, pia na kulike na kushare na wengine. Sasa show hii ambayo imefanyika tarehe kumi na tatu Juni 2025 pale kwenye ukumbi wa Royal Albert Hall, London ni moja kati ya kumbi kwanza kubwa na za kifahari zaidi pale London, lakini hata pia na duniani, kwa sababu ni moja kati ya kumbi ambazo zinajulikana na ni maarufu. Diamond Platnumz ni moja kati ya wanamuziki wakubwa sana Afrika Mashariki, na tunaweza tukasema kwa sasa hivi ni mwanamuziki namba moja kutoka Afrika Mashariki kujaza kumbi ile. Amna msanii mwingine kutoka Afrika Mashariki ambaye amewahi kufanya show kubwa kama hii ya Diamond Platnumz. Hii ni historia ambayo ameandika. Hii ni kwa mara ya kwanza msanii kutoka Afrika Mashariki kufanikiwa kuandaa tamasha lake mwenyewe kwenye jukwaa la Royal, eh, Albert Hall. Kwa sababu hii haikuwa tu show, hii ni historia ambayo ina, inayomweka Diamond kwenye ramani ya wasanii wachache wa Kiafrika waliowahi kujaza eh, jukwaa hilo. Naona uwanja ulijaa mapema. Kwanza, tiketi ziliisha wiki moja kabla ya show. Promotion ilifanywa kisasa, kuanzia YouTube countdown, hadi babu challenge huko TikTok. Moja kati ya ngoma ambazo zilikwenda eh, vizuri sana zimefanywa challenge sana ni ngoma ambayo Diamond ameachia hivi karibuni ya Babu, lakini challenge yake imekwenda vizuri sana, kwa sababu pia ilikuwa inahusika kwenye promotion ya show yake ya London. Unaona kwa namna gani, kwamba Diamond ameseti standard yake ambayo amejitofautisha na wasanii wengine kutokea hapa eh, Tanzania. Hebu tukiongelea utendaji jukwani, yani mbinu zilizotumika, Diamond alitumia nguvu tatu kuu ambayo ni live band, choreography lakini nguvu ya fashion na mshikamano na mashabiki. Hapa tunaongelea nini hizi pointi tatu hapa kila nyimbo ilikuwa na mpangilio wake wa kipekee kwa sababu anavyoperform nyimbo walikuwa anajua na target nini anatakiwa afanye nini kwa wakati gani na kwa muda gani yaani no, no. Kila wimbo ulikuwa una mpangilio wake wa kipekee kabisa tofauti. Nguvu ya fashion, alivaa mavazi ambayo ni tofauti tofauti kwa wakati sahihi na kwa muda ambao unahitajika, akijitambulisha, e, kama mfalme wa Afrika Mashariki. Huyu ni ni Diamond Platnumz. Fashion designer wake, fashion designer wake hajawahi kumwangusha sasa tukiangalia kwenye mshikamano aliyokuwa anawasiliana vema sana na mashabiki, anavyo perform na anavyowasiliana na mashabiki wake ni kitu ambacho kilikuwa ni amazing sana, nasema yes, hivi ndivyo ambavyo msanii mkubwa anatakiwa afanye. Hivi ndivyo msanii ambaye ana ndoto za kufika mbali zaidi na kujaza makumbi makubwa kama Zero Two Arena anatakiwa afanye, ndicho kitu ambacho Diamond Platnumz amekifanya kwenye kumbi la Royal Albert Hall hapo jijini London. Sasa kwenye orodha ya kuchagua nyimbo, alipanga vizuri sana nyimbo zake. Ukiangalia nyimbo kama Kamata ambayo ilikuwa na energy kubwa sana wakati wa ufunguzi wa show JJ atapita the one. JJ aliperform vizuri sana, dance fulani hivi kutoka kwa mwanadada fulani ambaye nimeona, so kuna vitu ambavyo Diamond alifanya, unasema yes Performance Zoena ambayo ilifanya watu nakaa kimya hmm? Surprise ambazo aliletea mashabiki zake kama alivyoingia na ni Mr Flavour, mambo yalibadilika. Tiwa Savage, mambo yalibadilika. Unaona kwamba alikuwa namna gani Diamond ni mmoja kati ya wa wasanii ambao wamesha set standard na hii ni historia ambayo ameandika na ametambulisha vema sana bendera ya Tanzania na wasanii wa Afrika Mashariki amewatambulisha vema sana. Hii ni kwa mara ya kwanza, haijawahi kutokea kwa msanii wa East Africa kufanya show kubwa na ya kihistoria kama ambayo Diamond Platnumz ameifanya, usiku wa kuamkia leo hii tarehe kumi na tatu Juni elfu mbili ishirini na tano huko London. Shout out Partners, kwa Diamond Platnumz, ongera kwake, saluti kwake. Wasanii wengine wanatakiwa kuangalia kile ambacho Diamond amekifanya mpaka kufikia hatua hii ya kujaza ukumbi ambao wasanii na wasanii enzi na enzi wamepambana kufanya kitu kama hiki na wameshindwa, but mwezi huu wa sita Diamond ameandika hii historia kubwa zaidi, hmm? Kama kina Burna Boy wanaandika historia kujaza O2 basi Diamond ameandika historia yake akipekea kujaza Royal Albert Hall. Hiki ni kitu ambacho ni cha tofauti kabisa. Mitandao ya kijamii sasa hivi inaongelea kwenye upande wa entertainment, kitu kimoja ambacho ni show ya Diamond Platnumz pale London. Hii ni hatua kubwa sana. Hii ni hatua ambayo eh, wasanii waache sasa kujifananisha na Diamond. Chemistry ya Diamond, lakini pia na Jux imesaidia kuongeza utamu wa show, kuongeza ubora, surprise ambazo Diamond alivyopangilia wasanii wali kina walivyoingia kina Patoranking hmm? Unaona ni kwa namna gani kwamba alijiandaa kisawa sawa kufanya bonge la show so hii ni kwa, tunakuletea recap kidogo kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz amekifanya, na ni kuombe usubscribe Dems Media kwa mambo mazuri na makali kama haya, lakini pia usikose kuacha comment yako, share na wana na like video hii. Tukutane kwa mara nyingine. Bye, bye chao.